Niliomba hii kazi tutumikie watu tunaishi tunaishia, niliomba hii kazi nipate uwanja mpana wa kufikia utumishi wangu wa kimungu. Wanaonifahamu mimi, nimezaliwa Mbinga kwenye mazingira ya uyatima, nilikuwa nakosa wa kunipa blanketi au kunipa kanga. Mungu amefanya njia yake, nimetangulia mbele Naenda kushika tayo wengine watakao nifikia kwenye mikono yangu, kwa sababu nayajua maumivu ya kuwa hivi. Kwa hiyo nawaomba wale ambao mnamiliki vituo tuo, mnatusaidia kulea wa watu, mnafanya kazi ya Mungu, hakikisheni. Hakuna kitu kibaya kula kitu cha mtoto yatima ambacho wameletewa na mtu mwingine. Hakuna kitu kibaya kula hela ya mhitaji. Inaumiza, inaumiza. Natamani niongee kwa herufi kubwa mwelewe ila tu mjue. Ninanuna nikija kugundua nimetoa msaada haujakwenda huko. Mtaiona sura ya pili ya Happy. Kinyume cha happiness ni nini? Kinyume kinyume cha happiness ni nini? Ni huzuni. Kinyume cha happy ni huzuni. Ni kweli kwenye mambo mabaya na kuwa na huzuni mbaya ambayo kila mmoja ataniandika kwenye mtandao. Kila mmoja atafuta mazuri yangu. Nao chonde vikawafikie mimi, ni dada yao yatima. Mkubwa mimi nikiwa mdogo, babangu alizikiwa blanketi langu. Nimenunua mablanketi kwa ushuhuda kamili. Babangu alivyofariki, niko mdogo na miaka kumi na sita, walimzika na blanketi kwenye jeneza. Mimi nilikuwa sipo, nilivyorudi nilikuta blanketi alipo nalia, nalia. Usiku wa pili, naona baridi. Blanketi liko wapi? Mdogo wangu akaniambia, blanketi lako amemzikia Mshua, mdogo wangu huko, uko kitu kidogo. Akaniambia mshua kazikiwa kwenye jeneza. Nikasema, unasemaje? Akasema amezikiwa blanketi lako. Nikamwambia, sasa kwani kina dada mbona wanayo mengi, kwa nini hawakumwekea hilo ya kwao? Akasema, akasema kuzikia kwako nilipewa zawadi tu kama hili dogo na mtu mwema akanipa blanketi nzuri la mtumba zamani, haya ya kuwepo ya dukani, alikuwa ya mtumba anakuja, tunanunua elfu tano elfu saba kama mazuri mazito, lakini nilionja kitu. Kwa nini umemzikia blanketi langu? Kwa nini hawana upendo? Baba amekufa, alafu nabaki tena na mimi yatima kwenye baridi, kwa nini umefanya hivyo? Kwa kila nilipokuwa nalia usiku, namwambia Mungu, sasa najua baba ndo ananisikia. Ukiwa mtoto unajua mama anasikia, namwambia baba naomba nije kuwa na mablanketi mengi duniani. Nikawa nalia baba, naomba basi, umechukua ume mkufunika blanketi langu, najua umekusitiri, lakini naomba mi naona baridi. Kwa hiyo nikakuwa hivyo siku saba, naona baridi, naota moto hadi saa sita. Mbinga kuna baridi, kwa hiyo nikawa naambia baba, naomba mablanketi mengi dunia. Kweli Mungu wa wote kumbe anasikia, si baba, ni Mungu. Amenipa mablanketi mpaka pakuweka hakuna. Kwa hiyo nipende kutoa ushuhuda huu. Wazazi wote, walezi wote, mnavyokaa na watoto mnavyowatesa watoto wanaokuwa, kuna siku mtajuta. Usimtese anayekuwa. Ukimtesa mzee anaenda kufa, ukimtesa mtoto kama huyu anaenda kukua, ujui kesho yake ana destini kubwa iliyojificha. Mwanadamu yoyote hawezi kujua, pale kuna waziri, pale kuna rais, pale kuna daktari, pale kuna nani, yani Mungu Uangalie umbo letu, mbinguni tunapataga mili mipya. Maumbo haya yasikufanya ukahisi si kitu. Umbo lile ni kifaa cha Mungu, amewekea pumzi yake ya uhai, amewekea kitu chake anachotaka kukifanya duniani chochote. Kwa hiyo tunavyotoka hapa, kwa ninyi wachache, mkawape ushuhuda wengine. Usimtese mtoto anayekuwa, kwa sababu hujui kesho anakuwa nani. Nimefanya hivyo leo kwa ushuhuda ule ule kwa kuwakumbuka nimeamua kununua mablangeti sabini ni thamani ya milioni nne na laki tano nitawagawia watoto wangu.